Alhamdulillahi, leo niko nyumbani, mnaniona kwenye jukwaa hili, na leo naomba nizungumze na watu wa Wambaa. Mimi ni zao lenu, mimi ni mtoto wenu, baba na mama yangu mnamfahamu Sina namna ya kukukwepeni wala namna ya kuacha kukuteteeni popote nitakapokuwa, nyinyi ndio wenzangu. Hapa niliposimama leo ni mchango wa watu wengi, lakini ulianza na nyinyi kutoka Wambaa. Mimi nina furaha kuwa ACT Wazalendo. kumbukeni ndani ya Chama cha Mapinduzi kilichoishi kwa miaka hamsini haijawahipo kutokea Wambaa hii ikatoa mtu wa namna yangu katika heshima za vyama. Kumbukeni, katika maisha ya Chama cha Mapinduzi hakujatokeza hapo Chama cha Mapinduzi kikamheshimisha mtu wa Wambaa kwa uhalali, isipokuwa kwa wizi. Mimi ni zao lenu, hamjanishuhudia hapo kuiba wala kukutendeeni lile ambalo mlilichukia mkanichukia, na mimi naamini nyinyi mnanipenda mimi. Nina furaha kuwa ACT Wazalendo. Ni chama hichi kilichonipa fursa ya kugombea kwa mara ya kwanza kuwa mwakilishi wa jimbo la Mkoani. Ni chama hichi kilichonipa fursa ya kugombea tena kuwa mwakilishi wa jimbo la Mkoani kwa awamu ya pili. Ni chama hichi kilichonipa tena fursa ya kugombea mara ya tatu kuwa mwakilishi wa jimbo la Mkoani. Hii yote ni heshima iliyoletwa kwenu nyinyi watu wa Wambaa kupitia mimi. Ninaamini ni chama hichi pekee kilichosikia na kusikiliza kilio chenu, kikahitaji kuja kuona kwenu na hali yenu ya barabara. Leo tupe kwa Azzan kwa sababu yenu nyinyi watu wa Wambaa. Niaminini wenzangu, hichi ndiyo chama chenu. Mheshimiwa Osman ndio raisi anaestahiki kuwa raisi wenu, kwa sababu sisi ni wanyonge. Kumbukeni, kabla ya 2006 ndani ya mji huu hatujawahi kuwa na digirii ndani ya mji huu, tunatoa walimu wa kutoka nje ya Wambaa. Kwa sababu ya heshima mlionipa, nikaenda kusoma digirii, nikairudisha heshima ile. Leo kwa Azani kuna digirii tena za sayansi. Hichi ndiyo chama chenu. Kumbukeni mlipo mkatakiwa kuuza ardhi yenu kwa ujenzi wa mahoteli leo kuna mahoteli kwa matarajio, nyinyi mtakuwafanya kazi katika mahoteli hiyo. Leo hammo katika mahoteli hayo. Hichi ndiyo chama chenu ACT, ndiyo chama kinachostahiki kuungwa mkono na watu wote wa Wambaa. Hapa niliposimama mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya chama hichi, si kwa sababu nina akili ya ziada hapana, ni kwa sababu wanaheshimishwa watu wa Wambaa na hichi, chama hichi hichi ndicho chama chenu. Nitashangaa kama kutatokea sisi ndani ya mji huu akaiunga mkono system na akaamini katika system, wakati sisi hatuna hospitali ya maana. Nitashangaa kama atatokezea mtu wa kuikubali system na wakati sisi hatuna barabara. Nitashangaa kama atatokezea mtu ataikubali system wakati ardhi yetu inanunuliwa na hatupati ajira na wanaofaidika ni wageni, sio nyinyi watu wa Wambaa. Hichi ndiyo chama chenu, kama kweli mnanipenda na mnatamaa iko siku ambayo tutaibadilisha. Mabadiliko hayawezi kutokea ndani ya chama cha mapinduzi, ni lazima tuyatafute nje ya chama cha mapinduzi, na chama stahiki cha mabadiliko hayo ni ACT Wazalendo. Kama kweli mnanipenda, kumbuke sisi tulikuweko jimbo la Mkoani kwa sababu tu sisiemu wameshindwa kututhamini. Sistemu hawakutujali wakatutoa Mkoani wakatuunganisha Chambani kama mnani...